ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwambia, amini nawambia, kadiri mlivyowatendea mojawapo wao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowawekea tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa au kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msiwatendea mmoja wao hao walio wadogo, amkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya minene Bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Neno la Bwana. Wapendwa, taifa la Mungu, tumesikia katika somo hili na tunajifunza kutoka katika Injili ya leo kwamba mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa ni kwamba twende kuishi naye milele huko mbinguni. Tumesikia maneno haya katika somo la Injili: njoni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme umewekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Ni kwa namna gani tunaweza kuurithi ufalme huu ambao tayari tumewekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu? Ni kwa kuwajali kwa wengine katika hali zao zote za kibinadamu. Namna yetu ya kuishi hapa ulimwenguni ni ashirio tosha la mambo yajayo. Tukiishi vyema tutaishia pazuri. Tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresma tuwasaidie wanyonge na masikini katika shida zao, kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ni kwa kuhudumia hao, tunamhudumia Kristo mwenyewe. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.